92 au 0678813891. Asante kuichagua Sauti Kuu TV online kuwa kituo chako bora cha habari na kama bado hauja subscribe basi unaweza kufanya hivyo sasa, subscribe na ubonyeze alama ya kengele, kisha tufuatilie kila itopo sasa, kila itopo leo pindi tuwapo hewani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 kukamilisha matangazo haya, upande wa mitambo mwenzangu ni Freedom Richard. Karibu katika magazetini leo, kipindi ambacho kinakujia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili unusu na kwa hivi leo basi, tuko nje wakati kabisa kulingana na changamoto za hapa na pale. Sasa tuanzie sehemu ya kwanza ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa nikianza na gazeti Raia Mwema, Muungwana ni kitendo. Habari kubwa inasema Majaliwa, Dokta Mpango washitua. Majaliwa pamoja na Dokta Mpango washitua. Habari imeelezwa katika gazeti Raia Mwema, Muungwana ni kitendo. Naondoka hapo nikiangazia habari nyingine inayosema, eh, Raisi ataka Imani Makonda aanza kwa kishindo. Rais ataka Imani Makonda aanza kwa kishindo, habari imeelezwa katika gazeti raia mwema muungwana ni kitendo. Museveni Bobu Waini hapa toshi, wezi wa mtandao wa tikisa, jaji mkuu ampa ujumbe mzito Samia. Habari ambayo imetajwa katika gazeti raia mwema muungwana ni kitendo, jaji mkuu ampa ujumbe mzito e, Samia. Takukuru bot waingia kazini e, tisa kortini wamo raia wa nje na Watanzania. Habari hii imeelezwa katika gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Wizi mkubwa wa mtandao. Gazeti hili limeandika habari hiyo kwa kina katika ukurasa wake wa ndani. Unaweza kujipatia nakala e, kupata habari hiyo kwa undani zaidi. Mtazamaji, naondoka hapo nikitupia macho gazeti e, Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. habari ile kolezo wino inasema uhuru wa mahakama ni sharti la msingi, Dr. Samia huyo. Habari imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Gazeti Zanzibar Leo limeandika Dr. Mwinyi azindua rasmi viwanja vya michezo vya Gombani Zanzibar, kuandaa mkutano wa kikanda kujadili uvuvi huku Rais Samia, mahakama isimamie haki. Agizo hilo la Rais Samia kwa mahakama e, pamoja na kwa majaji kusimamia haki, bali imeelezwa katika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Habari lokolezwa wino inasema Samia wasisitiza majaji na mahakimu kutenda haki. JKCI yahitaji bilioni 1.6 upasuaji watoto 420, matumizi holela ya P2 kwa vijana na athari kwa afya, serikali yakamilisha ukarabati kivuko cha MV Kazi ni habari ambayo imeelezwa katika nakala hii. Habari hii pamoja na nyinginezo basi, utazipata katika eh, kurasa wa ndani wa gazeti Majira, gazeti Uhuru la kila siku Raia Mzalendo, ukweli na uwazi, limeandika GGM yaokoa maisha ya watoto 14 wagonjwa wa moyo, JKCI ya hitaji bilioni 1.6 kuwatibu watoto 420, yaipongeza GGM kwa kusaidia upasuaji wa watoto, wananchi na watalii Zanzibar wavutiwa na fursa za uwekezaji sekta ya madini, Marekani ataka raia wake wote kuondoka Iran. Habari hii ni kwa mujibu wa gazeti Raia Mzalendo ukweli na uwazi. Rais Samia wakumbusha majaji na mahakimu weledi na uadilifu. Polisi Iringa watambua mchango wa Miami Club. Habari ambayo imeelezwa katika nakala hii ya gazeti Rai Mzalendo. Kama si kujipatia nakala, basi tembelea kurasa za mitandao ya kijamii ambako huko pia habari hizi huandikwa. Mtanzania leo, kazi ni kipaumbele chetu JKCI yahitaji bilioni 1.6 upasuaji watoto 420, yaipongeza GGM kwa kusaidia upasuaji watoto 14. Mahakama za Tanzania kuanza kuandika hukumu kwa Kiswahili. Shule zote e, ziko tayari kupokea wanafunzi. Rais Dr. Samia awakumbusha majaji na mahakimu kutenda haki. Miongoni mwa habari ambazo asubuhi ya leo zinashika hatamu katika gazeti Mtanzania leo kanza ni kipaumbele chetu. Kadhalika nakala za magazeti zilizoandika habari za kitaifa e, haya Uhuru, ukweli daima, limeandika simamieni haki. Habari hii imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Wanafunzi someni, msikimbilie mapenzi. Migiro aanika ubora wa CCM. Nishati joto ardhi halisha megawati mia tatu za umeme, habari ambayo imeelezwa na mwandishi wa gazeti Uhuru ukweli daima kwa kina katika ukurasa wake wa ndani. Na ondoka hapo, nikiangazia gazeti Mwananchi, habari iliyopamba ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi inasema: Jaji Masaju afichua vikwazo utoaji haki. Joyce Jamila vinara kupinga ukeketaji nchini. Joyce pamoja na Jamila ni vinara wa kupinga ukeketaji nchini. Habari nyingine nasema katakata kata ya umeme inavyong'ata Unguja. Habari ambayo imeelezwa hapa tumaini bei ya dizeli petroli 2026. matumaini bei ya dizeli pamoja na petroli 2026, pengine bei hiyo itashuka kwa kiwango gani? Basi tutaweza kushuhudia siku za usoni. Siri wanaume eh, kuhusika na bakteria ukeni habari ambayo imeelezwa katika gazeti Mwananchi. Unaweza kujipatia nakala hiyo makutembelea kurasa za mitandao ya kijamii kidijitali zaidi. Chauma wamekata pumzi au wanajipanga? <laughs> Mwananchi linauliza bwana Chauma wamekata pumzi au wanajipanga? Haya, Mwananchi Huru limeandika Rais Dr Samia wakumbusha majaji na mahakimu kutenda haki. Abdul Malik Molel aipongeza GGM kwa kusaidia upasuaji wa watoto kumi na wanne JKCI. Bari imetajwa vile vile hapa. Mgonjwa Moi amshukuru Rais Samia kwa kuchangia matibabu ya mtoto wake. Matokeo mazuri shule ya The Glory yauvutia wazazi. Haya bwana mimi naondoka hapo nikitupia macho gazeti Nipashe. Kazi yangu ni kukuangazia tu yale yaliyoandikwa na waandishi mbalimbali katika nakala za magazeti tofauti, na yamethibitishwa na wahariri wa magazeti hayo kuwa hayo yafaa kwa umma. Mshituko ni habari iliyopamba ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe ni kuhusu vifo vitokanavyo na saratani za kichwa na shingo nchini. Wataalamu wa Muhimbili waibua mzizi wa tatizo na kutoa suluhisho. Kwa umma. Internet ya zimwa Uganda, habari inagonga vichwa vya eh, habari za kitaifa, ki kimataifa, kweli kweli, imeandikwa katika nakala tofauti za magazeti, inasikika katika vyombo mbalimbali vya habari kwa siku ya leo na katika mitandao ya kijamii, basi tutakutana nayo sana eh, internet ya zimwa huko nchini Uganda. Rais Samia waonya majaji, upindishaji haki kortini Ukosefu maji samaki, chanzo mamba kuua watu watatu. Habari imeelezwa katika ukurasa eh, wa mbele wa gazeti Nipashe. Serikali yashtukia kurudia yaliyoisibu uwanja wa Mkapa, act yavuta subira. CCM ya yajikagua usalama mashina, sababu za mabadiliko mawaziri zatajwa katika nakala ya gazeti Nipashe, ndiko habari inako patikana kwa undani zaidi. E bana, gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu, limeandika Dr. Samia: uhuru wa mahakama unalindwa, asisitiza haki na uwajibikaji, akemea kesi za kubambikiwa. Nakala hii nataja undani wa habari hii katika ukurasa wake wa pili. Sasa, kesi zote kusikilizwa kwa umuhimu bila kusubiri za zamani, hukumu kutolewa, eh, kwa Kiswahili bari imetajwa hapo eh, katika nakala ya gazeti Uelekeo. Pengine lugha ndio ilikuwa changamoto eh, wengi kushindwa kujitetea ama vipi? Sasa hukumu kutolewa kwa lugha ya Kiswahili naondoka hapo nikiangazia gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge. Samia atoa neno uwajibikaji wa mahakama, miongoni mwa habari ambazo asubuhi ya leo zina eh, shika hatamu katika nakala za magazeti tofauti. Makonda ataja sababu tofauti eh, sababu tofauti yake na Kabudi. Makonda ataja sababu tofauti yake na Kabudi ni ipi basi? Angazia gazeti wa Machinga, tembelea kurasa za mitandao ya kijamii. Serikali daya ahidi E, kutekelezwa maagizo ya Dr. Migiro. Haya bwana, tuangazie gazeti mwana habari, gazeti bora, ukurasa wa mbele, habari kuu inasema Dr. Samia sisitiza umuhimu wa uhuru wa mahakama. Habari imeelezwa e, katika gazeti mwana habari. Makonda ataka kasi zaidi, habari utamaduni, sanaa na michezo, ukurasa pili unaandika naondoka hapo, nikitupia macho gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, wakati wangu si rafiki, unanitupa mkono kweli kweli. Samia ataka weledi majaji mahakimu. Habari e, hii imejirudia mara kadha wa kadha katika nakala tofauti, ikiwemo hii ya gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. aagiza viongozi watekeleze ahadi za kampeni Migiro, mawaziri wa bunge CCM mshiriki mikutano ya shina Haya, habari hiyo imetajwa katika gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania. Kwa kawaida tungeyaendea mapumziko mafupi kisha kurejea hapa kuangazia sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani, lakini kwa sababu muda si rafiki, basi tutupie jicho kwa haraka kabisa hapo tukianzia gazeti Raia Mwema. E, michezoni, gazeti hili limeandika bwana, ni Yanga tena, ni Yanga tena hii ni mara baada ya kumaliza mchezo wa jana na kuibuka kidedea katika mchezo huo na hatimaye kubeba kombe. Senegal, Misri, kazi ipo. Morocco aliyeinyonga Stars, Morocco aenguliwa. Aliyeinyonga Stars, Morocco aenguliwa bari imetajwa katika gazeti e, Raia Mwema michezoni. Amoura Algeria ya omba radhi kumkejeli Lumumba. Bari imetajwa vile vile ukurasa wa mwisho wa gazeti hili Taifa Tanzania zanaendwa kwanza, michezoni uwanja wa Gombani Pemba upo tayari kwa mechi za kimataifa. Simba yaanza maandalizi ya kuivaa Esperance. Yanga Sports Club bingwa tena Mapinduzi Kapu 2026. Habari imeelezwa katika gazeti Taifa Tanzania. Haya, naondoka hapo eh, nikiangazia gazeti Zanzibar Leo, Yanga bingwa NMB Mapinduzi Kapu 2026 habari eh, ambayo imetajwa katika gazeti hilo sasa. Gazeti Majira limeandika Yanga Sports Club yatoa ubingwa kombe la mapinduzi 2026. Hapatoshi leo nusu fainali ya Afcon. E, basi macho na masikio yote yatakuwa e, huko. Uhuru ukurasa wake wa mwisho umeandika jasho e, limemwagika. Yanga bingwa mapinduzi cup. Manula e, Msheri wafanya balaa. Dkt Mwinyi afungua Gombani aahidi kuendeleza michezo ni habari ambayo imeelezwa katika gazeti Uhuru kweli daima. Nusu fainali ya uh, vigogo Afcon ni habari ambayo imetajwa vile vile katika nakala hiyo. Sasa tuangazie ukurasa wa mwisho wa gazeti Nipashe. Gazeti hili limeandika Yanga Sports Club ya mtoa rasmi Alan Okelo yabeba ubingwa wa mapinduzi kwa, mat, eh, kwa matuta habari ambayo imeelezwa vile vile hapa sasa. Rasmi Alan Okelo ni mali ya Yanga sports Sports Club. Simba Sports Club eh, kufuata golikipa Nigeria. Real Madrid yamtangaza kocha mpya, habari ambayo pia imetajwa hapa. Uelekeo spoti limeandika, eh, Yanga mabingwa NBC mapinduzi ya chapa Azam Football Club kwa matuta huko Gombani, haijalishi ilikuwaje lakini ameibuka kidedea e, panga linawahusu mastaa hawa simba e, manispaa ya kinondoni yazindua uwanja wa makumbusho haya na mengine mengi utayapata katika gazeti uelekeo leo yetu ndiyo kesho yetu michezoni wa machinga sport likiandika yanga wa babe mapinduzi Cup yashinda kwa penalty miongoni mwa habari ambazo zinagonga vichwa vya habari vya kimichezo na burudani kwa hapa nyumbani Tanzania, basi ni hii ya ushindi walioupata wana jangwani. Mwamuzi aliyekatili Taifa Stars afungiwa. E, Mulindwa akubali injinia Hersi ni mtu wa soka. Simba E, Genino Palace ni suala la muda, habari ambayo imeelezwa katika gazeti wa Machinga. Mimi naondoka hapo, nikiangazia mwana habari Yanga. Bingwa kombe la mapinduzi 2026, Polisi Kenya yamtaka Farid Musa Chama, hatua mazoezini, Singida Black Stars Al Ahli Benghazi, e, ya, yakoma na Kibu Dennis, na Nabi atajwa kuchukua mikoba Tunisia. Habari za kimichezo na burudani utakazozipata ukurasa wa mwisho wa gazeti Mwanahabari. Haya, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania michezoni limeandika Yanga ya anza mwaka na taji e, mwanzo mzuri. Rais Samia amtusha Makonda, AFCON juma, Jux ashinda tuzo AFRIMA, Yanga ya mtambulisha Okelo. Gazeti hili vile vile linakutajia ratiba ya Afcon 2025 nusu finali leo e, Jumatano e, Jumatano ya leo. Sawa, na ondoka hapo, mtazamaji niki angazia gazeti la kimichezo na burudani pekee. Gazeti Mwanaspoti limeandika ukurasa wake wa mbele kwa wino mweupe, Simba yafuata striker Uganda, yapiga hodi kwa beki Singida. Haya bwana, habari nyingine, nasema bwana, wamechukua ise kina nani hao kama sio Yanga, yaanza mwaka na ubingwa. Manula ni yule yule. AFCON 2025 nusu fainali ya wakubwa mtukuta eh, boli huyu hapa sawa, usikose simulizia. Okay, habari imetajwa vile vile katika nakala hii gazeti Mwana Spoti. Unaweza kujipatia nakala yako sasa kupata habari kwa kina ama kuondoa utata wa habari inayokutatanisha katika ufahamu wako, kwa maana nyingine haujaikamata vilivyo. Kazi yangu ni kukuangazia tu kwa uchache, kisha kukupatia nafasi hiyo ya kuendelea na taratibu nyinginezo. Kumbuka magazetini leo inakujia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu asubuhi saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ni saa kumi na mbili na nusu Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine unaita double D. Kwa maarifa ya kiroho, jipatie vitabu vya Rev. E.S. Munisi vilivyohaririwa